kuna tarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi, kuna tarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Ruvuma, kuna tarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua na maeneo mengine nchi yaliyosalia yatajua kwana hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo utajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na maeneo ya ziwa Rukwa upepo utajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na mkoa wa Arusha tatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema.